Waheshimiwa viongozi wote ambao mnashiriki katika washa hii, wasaidizi wa sharika, itifaki kuzingatiwa. Nawasalimu kwa jina la Bwana, Amen. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii aliyotujalia kuwepo hapa tupate kutafakari mambo muhimu yanayohusu utumishi wetu. Napenda ku, kuanza kwa kuwapa pongezi nyingi kwa kazi ya Bwana mnayoifanya katika sharika, katika majimbo. Nasema hongereni sana, hongereni sana Amen. Napenda pia kuwapa pongezi nyingi kwa kupanga kuja katika semina hii muhimu. Uh, bila shaka kuwepo kwenu hapa ni kwa sababu kulikuwa na mpango mzuri wa kushiriki, na haijatokea kwa bahati. Kwa hiyo napenda kuwashukuru ninyi, lakini kipekee nawashukuru wachungaji ambao wamewawezesha kufika, maana ni imani yangu kwamba nyote mmewezeshwa na wachungaji, si ndio hivyo, wapendwa? Ufanisi katika utendaji kazi ili kufanikiwa katika utendaji kazi, kuna mambo ya muhimu ambayo tunahitaji kuyafahamu, na la kwanza ni hili ambalo nimetangulia kuwauliza, kufahamu sisi kama taasisi tunataka kwenda wapi na ili kujua tunataka kwenda wapi, tunahitaji kuufahamu mpango mkakati. Parishweka anahitaji kujifunza au kuupitia mpango mkakati na kuufahamu vema kwamba tunataka kwenda wapi katika kipindi hiki cha miaka mitano kuanzia mwaka jana, mwaka 2024. Na tukishafahamu tunataka kwenda wapi, ndipo tunatengeneza timu ya kutuwezesha kufika tunapotaka kwenda, na timu hapa namaanisha mshikamano wetu ambao tunapaswa kuwa nao, kuanzia mchungaji kiongozi na watumishi wengine wote katika usharika timu ya kufanikisha yale yaliyoainishwa katika mpango mkakati, kwa sababu hatuwezi kufanikiwa tukifanya kazi kila mmoja kivyake. Ufanisi unakuja pale ambapo tunafanya kazi kama timu. Ufalme uliogawanyika, maandiko yanasema, hauwezi kusimama. Najua kuna wakati ambapo katika kufanya kazi kwetu kila mtu anaangalia lake, hatushikamani pamoja ili kufanikisha malengo. Na ikiwa tunataka kuona ufanisi katika utendaji kazi, kufanya kazi kama timu ni jambo muhimu sana, ili tuweze kufanikiwa. Hebu jaribu kurudisha mawazo ya pale ambapo unahudumu ni kwa kiasi gani mnafanya kazi kama timu? Maana tungependa mafundisho unayoyapata hapa, kama kuna changamoto katika eneo lako la, la kazi, basi ukirudi wewe uweze kuwa sababu ya kutatua changamoto hiyo. Ushaenda mahali unauliza parishweka, mchungaji yuko wapi? anasema sijui, mwinjilisti yuko wapi sijui, hawa unaweza ukasema wanafanya kazi kama timu? Majuzi hapa nilienda kuabudu kwenye usharika mmoja, nikauliza baada ya ibada, kamuuliza mwinjilisti, mchungaji yupo mtaa gani leo? Akasema hatujui kabisa. sasa kama wamegawanyika kwa kiwango hicho cha kutojua hata wenyewe nani yuko wapi, unatarajia kuwe na ufanisi hapo? Kwa nimesema ili kupata ufanisi katika kutenda kazi moja, tunahitaji kujua vile, eh, tunahitaji kujua yale ambayo tumekusudia kuyafanya kama taasisi, na hayo ni kwa kutumia mpango mkakati lakini la pili limesema lazima tufanye kazi kama timu. Na ukiona hilo uh, lipo katika kituo chako cha kazi, ukitoka kwenye semina hii, ni jambo ambalo unahitaji kulifanyia kazi, kwa sababu tusipokaa pamoja na kufanya kazi kwa umoja, hatuwezi kuona baraka. Neno la Mungu liko wazi katika Zaburi ya 133 kwamba watu wanaofanya kazi au watu ambao wako pamoja na kwa umoja Mungu ameamuru baraka ziende kwao. Ame, ameamuru, ndio hivyo Biblia inasema. Kwa hiyo jaribu kurudisha mawazo kwenye kituo chako cha kazi kuona ni kwa jinsi gani mnafanya kazi kama timu. Hata ungekuwa una uwezo mkubwa kiasi gani, mshikamano ukikosekana, hauwezi kupata mafanikio makubwa. Jaribu kufikiria, nadhani ninyi baadhi yenu mlicheza mchezo ule wanawake, wa wanawake unaitwa netball, na jaribu kufikiria, umweke mchezaji mzuri sana kwenye timu ya netball. Alafu azungukwe na wachezaji ambao sio wazuri. Hata angejibidisha kiasi gani hawezi kufanikiwa, kwa sababu anahitaji na wenzake pia waweze kumpa ushirikiano ili waweze kufunga magoli. Mpira wa miguu kadhalika, hata ungeleta mchezaji bora kiasi gani kutoka mahali gani kama amezungukwa na wachezaji wasio na uwezo bado timu haiwezi kufanya vizuri, ndio maana inaitwa timu. Unajua, nilikuta mtu ameandika kwa Kiingereza maana ya timu, anasema yeye kwa, kwa muono wake ni kifupi cha maneno T anasema ni together. Uh, e anasema ni each, a anasema achieves na M anasema ni mo. Anasema kwa pamoja kila mmoja anafanikisha mengi kwa pamoja. Ukifanya mwenyewe ukazungukwa na timu isiyofanya unafika mahali unachoka, na huenda kuna maparish worker hapa ambao wanafanya kazi kwa bidii sana lakini wamezungukwa na watu ambao hawafanyi nao kama timu. Unahangaika huku, ukirudi unakuta huku kumesha kaa vibaya, unajaribu kwenda kuziba huku unakuta huku kumesha kaa vibaya. Ni muhimu kujua ufanisi katika utendaji kazi, unahitaji timu, unahitaji mshikamano. Sasa najua kuna baadhi ambao huwa wanafika mahali wanajikatia tamaa, kama wakiona mchungaji hana haoni umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Lakini kutokana na uzito wa hili la kufanya kazi kama timu, hupaswi kukata tamaa, badala yake unahitaji kulifanyia kazi, ila kwa hekima, kwa kuzungumza na yule ambaye yeye akilielewa linaweza likawa jepesi zaidi katika utekelezaji, ambaye ni mchungaji. Sasa nafahamu kwamba unaweza ukawa na kitu na uwasilishaji wako kwa kiongozi wako ukasababisha hata ule ubora wa kitu ulichokuwa unaeleza usionekane. Unanielewa? kwa sababu unapozungumza na mchungaji ni muhimu sana ukajua unazungumza na kiti, umenisikia? Unazungumza na mkuu wako, na ni muhimu sana ukaomba hekima ya Mungu. Mnakumbuka Nehemia alipokwenda kuongea na mfalme, kabla hajaenda nyumbani kule Yerusalemu? Biblia inasema alipokuwa pale mbele ya mfalme, akaomba Mungu wake. Nafikiri aliomba kwa sauti? Haiwezekani. Lazima alikuwa naomba kimya kimya kwamba Mungu nijalie hekima namna ya kuzungumza na kiongozi wangu. Sasa kuna baadhi ambao huwa tunakaribisha shida na tunavunja uh, uh, mshikamano katika huduma pengine kwa kukosa hekima ya kuwasilisha yale mema tuliyonayo. Na ukishakosa hekima hata kile chema ulichokuwa nacho kikasukumiwa mbali. Naomba Mungu atusaidie. Msimkasema ah, wewe ni mchungaji unaonekana unavutia upande ule ule. Ah, nazungumza kwamba sisi kama watumishi wa Mungu tunahitaji hekima, namna ambavyo tunazungumza maana Biblia inasema maneno yenu yakole nini? maana yake yawe na ladha. Kwa jambo la mshikamano katika utendaji kazi, na asiwepo mtu wa kuniambia lakini mshikamano sio mimi nausababisha. Ni mchungaji, una nafasi yako muhimu sana, hata mawazo unayotoa kwenye kikao. Kwa mfano, kuna siku umetoa wazo halikuchukuliwa, na siku ingine mko kwenye kikao ukaamua kukaa kimya, wanakuuliza au nasema mimi sina la kusema. Kuna maparish worker wadau sisi fulani wanafanya hivyo, sijui kama na sisi tunafanya hivyo. Anakaa kwenye kikao hatui wazo lolote, kisa kipindi kilichopita alitoa wazo alikuchukuliwa. Hujui kwamba unasusia huduma? Kama Mungu akikupa kitu cha kusema, kiseme kitasaidia kulijenga kundi la Mungu, kitasaidia kuimarisha mshikamano ambao utaleta ufanisi katika utendaji kazi wetu. Kuna jambo la ubunifu limezungumzwa hapa, ili tuweze kufanikiwa katika utumishi wetu. Ndugu zangu, kuna wale viongozi ambao wakiingia wanataka kufanya kama ilivyokuwa ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Hata kama amekuta ofisi imepangwa kwa mwonekano ambao hauvutii, anasema ili mradi ilikuwa imepangwa hivi, siwezi kubadilisha. Wale ambao mpo kwenye ndoa, unajua kwamba kuna mwonekano ambao hata kwenye chumba chenu cha kulala ukibadilisha kidogo hata namna palivyopangiliwa, mwenzi wako akija anavutiwa kidogo, kwamba mbona kama leo pamependeza hapo. Haleluya, amen! Na hiyo ni ubunifu tu kidogo umeongeza, hauja haujatumia rasilimali kubwa ya fedha, ila umebadilisha tu mwonekano fulani pale ndani, na mara wengine waliotazama watumiaji wa chumba kile wakaona kama kuna kitu kipya kimeongezeka. Hiyo inaitwa ubunifu. Sasa na mimi ningependa kuwasihi sana, kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya na kuona ya kwamba haviendi kwa sababu tumezoea kufanya kama ilivyokuwa jana, ndivyo itakavyokuwa leo na siku zote. Sasa hapa nazungumzia swala la ubunifu kwa sababu kuna changamoto kwamba tunataka kufanikiwa lakini mara nyingi tunakosa ubunifu katika namna yetu ya kufanya kazi. Mungu alipotuumba alituwekea ubunifu ndani yetu, lakini huenda shida ni kwamba hautumiki ikiwa tunataka kufanikiwa kila kitu ambacho na na niombe kitu kimoja: jifunze kwa wenzako waliofanikiwa. Unajua kuna wale ambao tukiona wenzetu wanafanikiwa tunaona wivu. Kuna wale ambao tukiona wenzetu wanafanikiwa tunajisikia vibaya. Ukishajisikia vibaya kwa sababu ya mafanikio ya mwenzako, maana yake unaumwa, sio kimwili, unaumwa kiroho kuna vitu ambavyo utasikia mwenzako anafanya anapata mafanikio, usione aibu kuuliza, hivi ni wewe unafanyaje? Weka appointment kabisa, zungumza naye. Kuna vitu utavipata vya kukusaidia kuongeza ubunifu. Kila mara, parish worker, naomba ujiulize, hivi nikiondoka hapa na sasa hivi tuna utaratibu huu wa kuhamisha maparishweka. Hebu jiulize, nikiondoka hapa kwenye huu sharika, kuna namna yoyote watajisikia kunikosa? Sisi tulikuwa na kiongozi wetu mahali, alikuwa anasema hivi, kwa mfano ukichukua likizo, kuna namna yoyote watu wanaona kama ah, yani kwamba hayupo kwa mwezi mzima, kuna kitu kitapungua hapa au ukiwepo na usipokuwepo. <laughs> Nashukuru, umejibu wenyewe. Yaani, kama ukiwepo na usipokuwepo yote sawa, ji, ji, jihoji sana, jitafakari sana. Yaani, kama ukihamishwa upande mwingine, usharika mwingine, kanda nyingine, na watu hawaoni hata kama kuna kitu cha tofauti kimetokea. Jihoji sana, inawezekana umefanya huduma bora liende na Mungu hakutuita kufanya huduma bora liende. Mungu ana, amewekeza ndani yetu ili tulete tofauti mahali anapotuweka. Ukiwepo wewe watu wamwone Mungu kupitia wewe, watu waseme tuna mtumishi wa Mungu hapa. Fanya kazi na ikusumbue kwamba kwa nini sipigi hatua? Kwa nini hali hii inaendelea hivi? Kwa nini idara ya wanawake kwenye usharika huu uh, ina, inaendelea kudumaa na mimi nipo? Kwa nini kwa mwenzangu mambo yanaenda vizuri lakini kwangu hayaendi? Unaenda kuuliza unaomba na ushauri kwa wengine, kama kuna kitu cha ubunifu unaongeza ubunifu. Haleluya, amen, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, ubunifu katika kufanya kazi, lakini kuna jambo la ufuatiliaji na tathmini. Unafuatilia, je, hiki nilikuwa nime elekeza kifanyike hivi. Je, kinafanyika jinsi ilivyotarajiwa? Na kama kimefanyika, kimeleta matokeo gani? Ufuatiliaji na tathmini, najua kuna kipindi hicho tutajifunza, lakini ni lazima ufanye ufuatiliaji, utathmini utendaji kazi wako. Je, ninatimiza au ninafikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini kuna jambo la ku ambalo nimeshaligusia pale mwanzoni kidogo, kwamba kufuata taratibu za utendaji kazi. Wewe kama parish worker unawajibika kwa nani? Mipaka yako ya kazi ni ipi? Kwa sababu baadhi yetu tunagongana sana na wachungaji kwa kutofuata taratibu. Kwa mfano kama wewe ni parish worker ambaye ni mtu mzima na una mchungaji kijana tu mdogo mdogo pale, je, unampa heshima yake na kuhakikisha ya kwamba ile mifumo ya utendaji kazi, kujua wewe unawajibika kwa nani, mambo gani ambayo yako kwenye levo yako au kwenye ngazi yako, mambo gani ambayo hayapo kwenye ngazi yako, yapo kwenye ngazi nyingine hayo ni ya muhimu sana kwa nini? Kwa sababu usipoyashika unaweza kujikuta ya kwamba unakaribisha migongano isiyo na sababu. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu mipaka yetu na kuizingatia. Hiyo itatusaidia hata lile nilozungumzia la, la mshikamano na timu liweze kufanikiwa kwa sababu kila mtu atajua ngazi yake ni ipi, mahali gani anawajibika, na kuwezesha mahusiano mema mahali pa kazi.